Wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana, sisi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, leo tumekuwa na ziara kubwa katika hospitali yetu ya Bumbuli pamoja na chuo chetu cha utabibu uh, e, hapa Bumbuli wanaita Bumbuli College of uh, Health and Allied Sciences BUcoHAS ambacho kinatoa diploma za mambo hayo ya utabibu na certificate na mambo ya maabara. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii. Tumeona kazi kubwa ambayo inafanyika katika chuo na katika hospitali. Chuo hiki ni cha muda mrefu cha miaka mingi na kimeendelea kutoa watumishi mbalimbali katika serikali yetu na maeneo mbalimbali, waliopitia katika chuo hiki cha Bumbuli. Zamani kilijulikana kama MTC, Medical Assistant Training College, lakini sasa kimeendelea kuboreshwa, hivyo kwa kupitia miongozo ile ya Wizara ya Afya e, tuna walimu wazuri ambao wanatoa mafunzo haya mazuri, na ukiangalia hata jinsi wanafunzi wanavyofaulu kwa kiwango kikubwa, tumeona wanafunzi wote waliofanya mitihani ile wamefaulu kwa asilimia moja. Chuo bado kinaendelea kushika nafasi yake e, katika kutoa taaluma hii ya afya kwa kiwango cha juu sana. Lakini tumekuwa na ziara katika hospitali yetu ya Bumbuli ambayo ni hospitali kongwe e, sana katika miongoni mwa hospitali zetu, ilianza mwaka 1927 a e, hospitali hii ikitoa huduma mbalimbali mbali, na kihistoria hata hospitali ya KCMC ilianzia hapa Bumbuli na mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili ndipo ikahamishwa ile hospitali ya kanisa kutoka hapa kwenda pale Moshi, ambapo uongozi wetu wa kanisa wakati ule baba askofu Dr. Stefano Moshi na timu yake waliona eneo lile ni kubwa na kwa ajili ya kuweza kuwezesha mawasiliano ndipo ikahamia pale, na tunajivunia kwa kweli jambo hilo sisi hapa Bumbuli na kwa kupitia hospitali ya bumbuli tumeona watu mbalimbali wanahudumiwa hapa, na kipekee siku ya leo tumekuwa kuwa na jambo kubwa la kuzindua vifaa maalum vya tiba ambavyo vinafanya kazi ya kuwahudumia wagonjwa. Zamani tulikuwa na mashine hapa ambayo ni ya mwaka 1927 hasa kwenye theater, lakini tumepata mashine nzuri mpya kupitia taasisi zetu mbalimbali na kipekee wenzetu wa Malulu Company tumepata vifaa vile ambavyo vya gharama kubwa milioni hamsini na tatu wengine na kuzidi zaidi, lakini tumevipata vifaa hivi katika hospitali hii na vinasaidia sana hasa kwa upande wa, wa sieta yetu tumeona kwa kweli vinafanya kazi nzuri, na kupitia vifaa hivi tunajua kwamba wagonjwa wengi wataendelea kuhudumiwa kupitia hospitali yetu hii. Lakini tunashukuru pia e, taasisi ya GIZ ambayo imetupatia vifaa vingi vizuri ambavyo vitaendelea kufanya kazi eh, katika hospitali hii. GIZ ni taasisi ya Kijerumani ambayo inafanya kazi kusaidia eh, taasisi za afya na taasisi mbalimbali. Eh, maana ya GIZ ni ni Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit kwa Kijerumani, lakini maana yake ni taasisi inayohudumia kufanya kazi kwa pamoja katika mazingira yake ya kimataifa. Kupitia hii tumepata vifaa hivi kama vinavyoonekana katika hospitali yetu na tumeviweka wakfu vifaa hivi kwa ajili ya kufanya kazi e, nzuri katika kanisa, katika hospitali hii na bado wameahidi kutupa vifaa vingi zaidi ambavyo vitasaidia kuimarisha uh, hospitali yetu. Tunawatakia baraka za Mungu wale wote wanaotumia vifaa e, hivi kipekee, mganga mkuu wa hospitali hii Dr. Frank na, na timu yake nzima katika kuvitumia vifaa hivi kwa uangalifu mkubwa. Lakini basi wale wote wanaovitumia vifaa hivi viweze kuwapa e, afya njema e, ambayo msingi mkubwa ni ili waweze kupata afya nzuri e, watu wa Mungu wanaoishi katika mazingira haya na wote ambao wanakuja kuhudumiwa katika hospitali yetu hii ya Bumbuli pekee sana tunashukuru kwamba tunafanya kazi hizi kwa kushirikiana na serikali yetu. Serikali yetu kupitia mganga mkuu wa halmashauri hii ya, ya Bumbuli Dr. Msuya ambaye anatupa ushirikiano mkubwa sana katika kufanya kazi zetu DMO wetu bila bila kushirikiana hivyo hatuwezi kufika popote, lakini kwa kushirikiana naye kwa jinsi anavyotushauri na kutupa miongozo mbalimbali tunafanya kazi hii, na hivyo tunamshukuru yeye, kwa kushukuru serikali yetu kwa kutupatia watumishi hawa waaminifu ambao wanashirikiana na kanisa katika kuleta huduma za jamii kwa watu wa Mungu ambao Mungu amewakabidhi mikononi mwetu. Tunaomba ushirikiano huu basi uendelee sana. E, kupitia serikali yetu, rais wetu na na wizara, pekee wizara ya afya ambao tunashirikiana sana katika kuleta e, huduma nzuri katika hospitali yetu ya Bumbuli. Na wale wengine ambao tutawafikia kwa kuomba misaada mbalimbali ili kuendelea kuboresha hospitali yetu. Tunapenda kuwasihi wafungue mikono yao kutusaidia. Kwa mfano, tumepata misaada kutoka UEM United Evangelical Commission kukarabati wodi ya, ya wanawake Kazi hii inaanza rasmi nyakati hizi, fedha zimeshaingia ili tuweze kukarabati eh, eh, wodi hii ya wanawake. Mahali hapa tuna wageni mbalimbali ambao wametembelea hapa zamani, walizaliwa hapa au wazazi wao, eh, wameendelea kutoa michango yao hii, ambayo inatusaidia katika ukarabati. Tunamshukuru Mungu sana k kwa, kwa kila mmoja katika nchi yetu na mahali popote ambao anaweza kutusaidia ili kazi hizi ziweze kuimarika vizuri tunawakaribisha sana. Mungu aendelee kuwabariki katika huduma zetu zinazotolewa katika hospitali hii. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni mchungaji Happiness Paulo Dio, mchungaji wa Diocese ya Kaskazini Mashariki na kwa sasa ni mchungaji Chaplin katika vituo vyetu vya dayosisi hospitali ya Bumbuli, lakini na chuo chetu cha BUcoHAS. Ninamshukuru Mungu kipekee kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ametupa uzima na neema ya kuwepo siku hii, lakini kipekee kwa ajili ya ziara ya baba askofu akiambatana pamoja na mkurugenzi wa huduma za jamii pamoja na katibu afya kwa ajili ya kutembelea vituo vyetu vya huduma za jamii kiwepo chuo chetu cha BUcoHAS pamoja na hospitali. Tumekuwa na siku njema ya baraka ambayo kwa kweli tumepata nafasi sisi kama watumishi kuzungumza na baba askofu, lakini watumishi wamepata nafasi ya kumweleza mambo mbalimbali yanayohusu maisha yao ya hapa hospitali na chuoni. Na katika mazungumzo hayo, basi kumekuwa na matumaini mema kwamba yako mengi yatakayofanyiwa kazi, ikiwa ulipaji wa madeni ambayo wanadai. Kwa neema ya Mungu tutafanikiwa kuyakamilisha. Lakini niendelee kumshukuru Mungu kwa ajili ya chama chetu cha kimisioni UEM United Evangelical Mission kwa jinsi ambavyo wamekuwa mstari wa mbele kwa ajili ya diocese yetu katika kusapoti kazi mbalimbali mbali za huduma, na katika hospitali hii ya Bumbuli ambapo leo hii Baba Askofu Dr. Msafiri Joseph Mbilu wamepata nafasi ya kutembelea, wamekuwa mstari wa mbele katika kutoa michango yao kwa ajili ya ukarabati wa majengo ya hasa wodi ya wanawake, kwa kweli tunaendelea kuwashukuru. Na mimi ninayezungumza ninayo kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu hata kwa nafasi hii, kama mjumbe wa bodi ya UEM Africa ambaye ninawakilisha wanawake katika Afrika. Ninaposema hivi, salamu hizi ziwafikie kipekee ofisi zetu za UEM Africa kwa jinsi ambavyo wanatoa mchango wao wa hali na mali. Niendelee kuwasihi wanadayosisi na kanisa kwa ujumla, tuendelee kuombea kazi zetu na vituo vyetu vya huduma ili viendelee kufanya kazi yake kwa umakini, tena katika hali ya ubora ulio mzuri, lakini pia. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya huduma za kiroho zinazoendelea hapa BUcoHAS, lakini pamoja na hospitali, jinsi ambavyo zinatuleta pamoja kusali pamoja na kuomba pamoja. Hivyo sisi kama jumuiya ya Bumbuli hospitali na chuoni, tunaendelea kuwasihi mlioko nje na mlioko ndani ya dayosisi hii mwendelee kutuombea ili huduma za kiroho ziendelee kuimarika katika hospitali yetu na katika chuo chetu lakini na katika dayosisi yetu kwa ujumla ili yote endelee kufanikiwa kwa utukufu wa Mungu. Mungu alimidiwe na kutukuzwa siku zote, kwa sababu yeye ndiye anayetuwezesha kuyafanya haya yote. Amen. Naitwa Afizai Elisa Vuliva, mkurugenzi wa huduma za jamii dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Leo tarehe ishirini na moja mwezi wa tano tumekuwa na ziara ya baba Askofu uh, katika taasisi zetu za afya na elimu hapa Bumbuli. Hapa Bumbuli tuna hospitali yetu hii ya Kiluteri, lakini pale hapa hapa kwenye eneo la Bumbuli tuna chuo chetu cha utabibu kwa hiyo ziara ya baba askofu siku hii ya leo ilikuwa kutembelea kuona shughuli mbalimbali zinazofanyika, lakini kipekee sana uh, kuona uh, baadhi ya jitihada mbalimbali mbali ambazo zinafanyika katika taasisi hizi ikiwemo ukarabati wa majengo uh, hasa pale kwenye kituo, uh, kwenye chuo chetu cha utabibu BUcoHAS ambapo baba askofu ameweza kuona uh, kwa mapato ya ndani walivyoweza Uh, kuyatumia vizuri kukarabati miundombinu ya madarasa. Lakini pia kwa upande wa hospitali, tunashukuru Baba Askofu kwa jitihada zake kwamba amewezesha uh, kupatikana kwa vifaa tiba vya kisasa hasa katika thieta yetu pale uh, tumeweza kupata mashine ya usingizi na vifaa mbalimbali ambavyo tumevipata kwa wadau mbalimbali GIZ. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba ni siku ya baraka sana, lakini kwa sisi kama kurugenzi ya huduma za jamii, kumshukuru Baba Askofu Dkt. Msafiri Joseph Mbilu kwa jitihada zake mbalimbali mbali ambazo ameendelea kuzifanya katika kuhakikisha kwamba taasisi zetu zinakuwa na vifaa muhimu vya kisasa, lakini pia zinatoa huduma uh, za kiwango cha juu sana. Kwa hiyo uh, tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kumpa nguvu uh, za kufanya kazi hii, lakini pia tunatoa wito kwa wenzetu walioko kwenye taasisi hizi kuweza kutumia vifaa tiba hivi vizuri, kwa usalama zaidi, lakini na kuendelea kuimarisha huduma uh, za afya katika, uh, vitu, katika hospitali hii tunamshukuru Mungu kwa yote asanteni. Kwa jina naitwa Samuel Kuhenga, ni mtumishi wa Bumbuli hospitali A, leo tumepokea ugeni wa bishop Dr. Dr. Mbilu. Amekuja kwa ziara ya kikazi katika taasisi moja ya taasisi yake ya Bumbuli Lutheran Hospital. Ah, ziara tumeipenda, tumefurahi yako mambo mengi tumeshirikiana naye kujadili kwa ajili ya maendeleo ya taasisi hii. Yako mambo mengi amejaribu kutushirikisha ambayo ni plani ya future kutoka leo na huko kuendelea. Tunashukuru sana kwa ziara yake. Mungu ambariki, Mungu amuonekanie kwa yale mipango mikubwa aliyokuwa nayo kwa ajili ya kuijenga hospitali yetu. Asante sana. Kwa jina naitwa Christina Pius Mtangi, ni katibu wa afya wa Diocese. Um, kwa upande wangu napenda kuishukuru serikali kupitia shirika la GIZ kwa kuweza kutuwezesha kupata vifaa tiba ambavyo vinatumika katika jengo la mama na mtoto. Tuna imani kwamba vifaa tiba hivyo vikitumika kwa ufanisi ambao madaktari wetu na wauguzi wanazidi kupewa, vitasaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto, kama ambavyo sera ya afya inavyosema nchini na lengo kuu la serikali kupunguza vifo vya mama mjamzito na mtoto chini ya miaka mitano kupitia vifaa hivi itafanikiwa diocesi, kwa upande, kwa nafasi kubwa sana kupunguza vifo hivyo na kuongeza huduma kwa ubora na ufanisi zaidi. Lakini pia napenda kuishukuru ofisi ya Baba Askofu kwa kuendelea kuonyesha ushirikiano na wenzetu na mashirika pamoja na serikali katika kufanikisha huduma hizi. Lakini pia nipende kuipongeza ofisi ya mkurugenzi wa huduma za jamii katika kufanikisha maazimio hayo, ili tuweze kufanikiwa wote kwa pamoja katika kumfikia mwananchi kwa upande wa huduma za jamii. Asante.